Katika masuala ya kisiasa tunaona ya kwamba imekuwa ikilete mambo tatanishi. Hata saa hizi unapoangalia mambo ya kisiasa especially katika jimbo la, e, la Sirisia tunaona ya kwamba mambo ya siasa imeweza kulete mambo mengi, hata saa hizi kuna mmoja ambaye ameaga. Kwa hivyo tunatengeneza sera ikaweze kupatiana mwelekeo, pia county government ikaweze kuwa na nafasi njia vile ambavyo inaweza jadili na mambo kama haya tunaona ya kwamba kila mwaka tunapoenda katika uchaguzi Bungoma imekuwa na masuala tatanishi ya kukosefu wa amani, lakini sera hii itaweza kuwa mwelekeo, itaweza kupatiana mwongozo vile ambavyo tutaweza kutafuta eh, ufadhili na vilevile vile, kutafuta fedha na hali yote wale ambao ni wa stakeholders wakuja pamoja, hii sera itakuwa kama ni mchakato na mpangilia ya kuleta uwiano na amani katika kaunti yetu. Hatujawahi kuwa na ingine hasa, tumekuwa na initiatives kama Mawanga, pia tukakuwa na social contract, lakini hatu kutengeneza sera. Watu wameanza kutumia matanga kupigana ama kusema maneno ambayo ni ya utetanishi na baadaye vijana wetu wanaanza kupigana. Mimi ningependa wale ambao wanasimamia matanga, tukianza na familia na hata watu wa kanisa ambao wanasimamia matanga, wasiruhusu wanasiasa kutumia matanga ama kufanya matanga ikuwe platform ya kuzusha vurugu.